eleza kwamba mamlaka ya mapato nchini TRA imevuka lengo la kukusanya kodi kwa mwaka wa fedha 2015-16 na kupata shilingi trilioni 13.371 ikiwa ni sawa na asilimia 100.04 badala ya shilingi trilioni 13.36 iliyotarajia kuikusanya. Kamishna Mkuu wa TRA Alfayo Kidata amesema mafanikio hayo yametokana na kuongeze, kuongeza kwa makusanyo katika miezi ya hivi karibuni ambapo kwa mwezi Juni pekee wamevuka lengo kwa kukusanya shilingi trilioni 1.414 badala baadala ya trilioni 1.311, na wamejipanga kuongeza mapato kwa kodi ya majengo. Huu mwezi Juni tumekusanya bilioni 517. Ni mafanikio makubwa kwa sababu sasa hivi e, wale waliokuwa wanaitumia bandari yetu kama uchochoro wa kupitisha bidhaa ambazo hazilipi ushuru e, tumeziba na hii mizigo ambayo inapita kwenye bandari yetu, sasa bandari zetu inalipiwa ushuru stahiki. Na kamishna wa mapato ya ndani na kamishna wa VAT wamesema mikakati uh, ya hey, TRA kwa mwaka huu ni kuhakiki wafanyabiashara wenye timu zaidi ya moja na kudhibiti ughushi wa mashine za EFD. Tutafika eh, korido kwa korido, eh, frame kwa frame E, mtaa kwa mtaa, nyumba kwa nyumba, ili tuhakikishe kila mfanya biashara anayo mashine lakini pia e, anaitumia. zile Laki... taasisi za serikali ambazo zinaona zinafanya pia biashara, tuna mifano ya taasisi za serikali, kwa mfano tunatoa kama Temesa au Suma JKT, kama Tanova kwa mwaka inavuka milioni mia moja, basi hao wajitokeze wenyewe, hawana sababu ya kusubiri mpaka tuwafikie, ili wajiandikishe kwa ajili ya kulipa kodi ya ongezeko la thamani. Waziri